Mheshimiwa atauliza swali. Je, lini daraja la, la Isakalilo Kitwiru litajengwa ili kufungua utalii wa mbuga mwishuma ya wanyama Ruaha? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Ruben Kwagilwa. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Fadhili Fabiani Ngajilo mbunge wa Iringa mjini. <coughs> Daraja la Isakalilo Kitwiru lipo katika barabara ya Isakalilo Kitwiru yenye urefu wa kilomita tatu ambayo inaunganisha kati ya barabara ya Tanzam na Iringa kwenda Msembe. Daraja hili ni kiunganishi muhimu kufikia mbuga ya wanyama ya Ruaha. Serikali kupitia mradi wa TACTIC awamu ya pili imefanya usanifu wa mradi huu. Baada ya kukamilika kwa usanifu, mradi huu unaojumuisha ujenzi wa daraja pamoja na barabara za maingilio zenye urefu wa kilomita tatu utaanza kutekelezwa. Mheshimiwa Ngajilo. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, kwa sababu daraja hilo wananchi wamekuwa wakiaidiwa muda mrefu tangu zaidi ya miaka ishirini iliyopita na sasa Serikali imetoa kauli yake. Nina maswali mawili ya, ya nyongeza. Moja, nilikuwa nataka kujua na wananchi wa Iringa mjini wanataka kufahamu vizuri, ni lini hasa sasa mradi huu utaenda kukamilishwa na fedha zitatoka. Lakini la pili, wananchi wanataka kujua, je, mradi huu utatekelezwa kama full package kwamba daraja la mita 40 pamoja na kipande cha lami cha kilomita tatu kama alivyopendekeza msanifu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwenye mradi huu wa TACTIC awamu ya pili ndani ya manispaa ya Iringa mjini, serikali haina tatizo la fedha. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ametenga bilioni 20 kwa ajili ya mradi huu wa TACTIC na mradi huu tunaotekeleza kwa awamu mbili, kama nilivyoeleza tayari, tumeshakwisha anza awamu ya kwanza kwa kujenga soko la Kihesa, kujenga barabara za Mkimbizi, Bima, Mtuvila, Viziri na Bontank, na awamu ya pili, Mheshimiwa Spika, ndio ujenzi wa daraja hili pamoja na barabara za maingilio kwenye daraja hilo. Lakini si tu hivyo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa rais kwenye manispaa hii ya Iringa mjini anajenga barabara kwa kiwango cha lami kilomita 37 kutoka Ipogoro kwenda Kilolo. Katika mradi huu tunautekeleza kwa pamoja na wenzetu wa Tandots. Bongo Play TV.